Ni Bugoma TV. Habari, habari. Misitu hii iko kwenye mikakati ya biashara ya kaboni na biashara hii inaleta matokeo chanya kwa Watanzania na kwa wananchi wote wa Tanganyika, inaleta matokeo ambayo yanawapa fedha za kutosha kutimiza matakwa na mahitaji ya kijamii kama ujenzi wa zanati, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa barabara na makaravati, ujenzi wa nyumba za watumishi na ujenzi wa madarasa, chakula cha watoto shuleni. Sasa anapotokea mmoja anaharibu misitu hii, anapunguza uwezo wetu wa kupata fedha katika biashara ya kaboni. Kwa hiyo misitu hii sasa iko kwenye mkakati na kwenye hatua ya mwisho ambayo, si muda mrefu, halmashauri pamoja na ambavyo vinazunguka vitaanza kupata fedha za biashara ya kaboni tena, kutokana na uwepo wa misitu ya Tongwe mashariki na magharibi, lakini pia tumeona kwamba sisi tuendelee kuimarisha ulinzi wa misitu yetu asija katokea mtu mmoja akaja akafanya shughuli za kiarifu kwenye msitu wetu. Tunatoa angalizo kubwa kwa wananchi na kwa mtu yote asione kwamba kuna misitu lakini ajue kwamba hii misitu inalindwa. Kwa hiyo jambo kubwa, tuungane na Mheshimiwa Rais kutumia nishati safi lakini wadau tunawaalika kuendelea kusambaza majiko ya gesi, lakini pia majiko yanayotumia umeme kidogo, kuhakikisha kwamba Tanzania kwenye kipande cha Tanganyika tunaendelea kutumia nishati iliyo safi. Inasaidia kwanza kutokaiu mazingira, inasaidia pia kutunza afya ya mtumiaji, na mama anayepika au baba anayepika ama mtoto anayepika, na ndio maana tunasema Tanganyika ni eneo salama na sio eneo la mtu kuja kujifunza kufanya uhalifu. Yote atakayejaribu, basi vyombo vya dola atakutana navyo, vyombo vya sheria atakutana navyo lakini pia mara pengine tumefanya doria kutoa watu wa milima bangi. Tunatoa angalizo kwamba misitu yetu maeneo yetu si ya kulima madawa ya kulevya. Kwa hiyo kila mmoja azingatie kufanya matumizi ya ardhi yetu kama ambavyo tumejipangia, sehemu ya kuishi watu waishi, sehemu ya kulima watu walime, sehemu ya malisho watu lakini, sehemu iliyohifadhiwa kwa masla ya umma iheshimiwe na ilindwe na kila mmoja. Jina anaitwa Philimon Mwita, kaimu mkurugenzi mtendaji halimashauri ya Tanganyika. Mpango mkakati wa halimashauri ambao upo wa kwanza kabisa, wao tunafanya doria za mara kwa mara kwa ajili ya kuondoa wavamizi ambao wameingia kwenye misitu yetu. Pili, mpango mwingine ambao tumeona unaweza kuwa ni wa kudumu ni kwa ajili ya kujenga ranger post, ambazo tutakuwa na watumishi ambao watakuwa wanakaa huku kwa ajili ya kutoa ulinzi na usalama wa misitu yetu. Pia halimashauri tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kupitia vijiji vitongoji umuhimu wa utunzaji wa misitu na umuhimu wa kuzingatia sheria na taratibu ili tuweze kuwa na misitu endelevu kwa sababu hapa hivi karibuni tunaenda kuingia biashara ya kaboni. kwa hiyo ili tuweze kupata mapato mazuri inabidi misitu yetu tuitunze na kuilinda kwa kila namna ambayo tunaweza. Umri wa sokwe ni, ni around 50 miaka mpaka 60 akiwa katika mazingira ambayo ni tunaita captive captivity, haya maeneo kama zoo mm. Eh, lakini kwenye maeneo haya ambayo tuko nayo, mara nyingi anaenda mpaka 45, ambayo ni maeneo ambayo sasa ni free range kwao, anajitafutia kila kitu kwao, anakuwa na umri kidogo ambao unakuwa na changamoto kwa sababu mm. ya vitu wanavyokutana navyo, tabia zingine ambazo tunaziona hapa ambazo tunazifanyia utafiti kwa mfano uh, sokwe kula uyoga kwa sababu tuna jamii ya Tanzania au ya Afrika kiujumla wanakula uyoga, lakini pia tunakuja kuona pia kumbe sokwe na wenyewe wanafanyaje, wanakula uyoga. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kwamba, je, kwa zile aina za uyoga ambazo jamii tunatumia, je, pia na wenyewe sokwe wanatumia au kuna aina nyingine tofauti ya uyoga ambao sokwe wanatumia? Hiyo ni moja ya Uh, tabia ambayo tumejaribu kuiona kwenye upande wa chakula ulaji wa vyakula, lakini pia tunaangalia namna uh, hawa hawa hawa soko au tuseme kiujumla primate wanavyojaribu kutumia uoto huu kwenye upande wa chakula na matumizi kiujumla, kama wanatumieje uh, miti iliyopo ni aina gani ya miti ya chakula iliyopo, unaona. Lakini pia tuna, tunajifunza tabia zao binafsi kama namna jinsi wanavyoishi, wanavyocheza na wanavyojaribu kugombana, wanavyojaribu kulea watoto wao. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kiujumla ile evolution yao ipoje kulingana na muda, lakini pia tunakuja kuona kwamba kitu ambacho kingine ambacho kimeweza kutushangaza kwamba soko yanawinda you kmeea know. tunazo baadhi ya incidents ambazo zimetokea soko aki, akiwinda komba, nadhani mna galago anaitwa ule kama mnyama mm -hmm. fulani kadogo kadogo, komba kale kale kale kale ya yeah, komba yeah. Kwa hiyo tuna tumeona hiyo incidents, lakini pia tunaona tumepata incidents nyingine ya kuona kwamba sokwe anaweza kuinda hata wanyama wengine kwenye miguu, unaona. Kwa hiyo lakini pia tunaangalia je, hawa sokwe wanawezaje kuchangamana na wanyama wengine? Ndio maana tunapokuwa hapo lini, tunakuwa tunaangalia akikutana na wanyama wengine sokwe anafanyaje, wanyama wengine wanafanya nini, au nyani wanafanya nini? Hizo ni baadhi ya vitu ambavyo tunajaribu kuuza. Kwa hiyo kiujumla uwepo uh, wa hichi kituo cha utafiti uh, kina manufaa kwa, kwa nchi kiujumla, kwa sababu uh, ni vitu vingi ambavyo tunaviona tunavi, tunavi, tunavi au tunavifanyia utafiti ambavyo vina manufaa. Kwa mfano uh, uh, sokwe au primate kiujumla ni moja ya, ya, ni moja ya mnyama ambaye yupo katika riski ya kupotea kwa sababu ya uvamizi ambao unapatikana, kwa hiyo ikolojia yao inazidi kuwa ndogo kwa sababu ya expansion ya, ya watu, shughuli za watu kiujumla. Kwa hiyo tunapofanya utafiti tunajaribu kuona kwamba kuipa pia mwanga serikali kusema kwamba sehemu fulani ni eneo muhimu sana kwa ajili ya nini, ya hifadhi. Hii ni Bugoma TV habari.